Mambo, vipi vipenzi, natumaini ni wazima wa afya. Napenda sana kuchukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha wote vipenzi vyangu ambao wanapenda mitindo katika chaneli yangu ya TZ Fashion, na ambapo siku ya leo tutaweza kuzungumza mada moja muhimu sana ya ufungaji wa mitandio. Najua kila mtu anajua jinsi gani mtandio unavyokaa ukatulia katika kichwa cha mwanamke, kwa sababu mtandio una heshima. Mtandio ni moja ya pambo zuri sana la mwanamke. Na vitu ambavyo tutaweza kuviangalia siku ya leo, tutaweza kuangalia mitindo, lakini pia tutaweza kuangalia umuhimu, tutaweza pia kuangalia namna gani ya kufunga mitandio hii kwa njia rahisi na njia nzuri na njia ya kisasa. Kwa hiyo kama wewe unataka kujua jinsi ya kuweza kufunga mtandio, unapata changamoto ya kufunga mtandio, unafunga mtandio dakika mbili mbele mtandio umefunguka, Stay with me here. Ili uweze kujua jinsi ya kufunga mtandio kwa njia rahisi na njia moja ya kisasa. Kwanza kabisa vipenzi vyangu, nataka tuchunguze kuhusu historia ya mitandio ya kichwa. Hiko ndo kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kukijua before hatujafunga mitandio. Katika tamaduni nyingi za duniani, mitandio imekuwa sehemu muhimu ya kitambulisho, urithi wa kiutamaduni kwa kila Uh, mikoa au kwa kila tamaduni, lakini pia mitandio inatumika kama njia moja ya kuonyesha tamaduni zetu, hisia zetu na hata mitandio yetu kwa maisha ya kwetu tunayoishi nayo ya kila siku. Pia mitandio hii unaweza kutoa faraja uh, inaweza kukulinda dhidi ya joto na pia hutoa mwonekano mzuri na wa kisasa. Hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa kuvielewa zaidi kabla ya kufunga mtandio. Kwa hiyo, hapa nadhani sasa unaanza kupata mwanga unaanza kupata uh, kitu ambacho kina, tunaenda sasa kwenye point, kwa sababu before hatujafika kwenye kufunga mtandio ni lazima ujue umuhimu. Uh, unafunga mitandio hii kwa umuhimu gani? Ina faida gani katika mwili wako? Hiko ndio kitu ambacho ni cha msingi sana kuweza kujua before hujafunga mtandio wako wowote ule. Kwa hiyo sasa hapa, vipenzi, nadhani umeshaanza kupata uh, kuanza kuelewa kitu fulani hivi ambacho tunaenda kukielezea kwamba mtandio huu ambao tunaofunga ni tamaduni, lakini mtandio huu unakukinga dhidi ya joto au vile inaweza nikasima mionzi ya jua pia inaweza ikakukinga, na pia tumejua kabisa ni moja ya maisha yetu ya kila siku ambayo tunayoishi. Na hapa nataka sasa tuende moja kwa moja kuweza kuangalia aina za mitandio ya kichwa. Kwa hiyo kama wewe unataka kufunga mtandio mzuri, please endelea kubaki hapa na mimi ili uweze kujua aina gani za mitandio ambazo unaweza ukafunga na ukapendeza sana. Mitandio ipo ya aina nyingi ila siku ya leo hapa nitaweza kukueleza kuhusu uh, mitandio ya kijadi. Pamoja na mitandio ya kisasa. Ni kwa nini? Kwa sababu mitandio hii miwili yote inatofautiana. Kuna mitandio ambayo inahusu sana kijadi na mitandio ambayo inahusu sana uh, kisasa. Na tukianzia na moja kwa moja katika um, swala zima la mitandio ya kijadi, kwa sababu ni mitandio ambayo tulianza nayo, ambao walifunga mabibi zetu, walifunga um, mama zetu baadaye hapo sasa ndo tukaanza kufunga sisi wenyewe ya kijadi. Hapa tunaonyeshwa kwa moja, uh, moja kwa moja kwamba inajumuisha mitandio inayozunguka kichwa kama vile kilemba au kanga, tunaona kwamba au leso, tunaona kwamba mtu anafunga mtandio tu akizungusha mara mbili kwenye kichwa, then maisha yanaendelea, au kama mfano vile kitambaa mtu anazungusha anafunga kwa huko nyuma alafu maisha yanaendelea, tofauti na, na, na mtindo wa kisasa. Kwa hiyo ni lazima kwanza tujue, um, kuhusu um, mitandio ya kijadi, then tutaweza kujua katika mitandio ya kisasa kitu gani hapa kimeweza kuboreshwa katika mita kutoka mitandio ya kijadi hadi mitandio ya kisasa. Na tukiangalia katika mitandio ya kisasa tunaona kwamba tunaona kwamba kwamba nahusisha mitandio inayochanganywa ambayo inaweza kuwa na rangi na michoro tofauti inayofanya mtumiaji ajione. Tunaona kwamba mitandio hii inahusisha husisha mitindo mitandio inahusisha mitandio hii inahusisha mchanganyiko ambao unaweza kuwa na rangi ya kufunga mitandio ya kichwa kwa njia mbalimbali. Mitandio ya kijani tutaangalia njia ya kufunga mitandio kwa njia mbalimbali. na hapa na hapa, vipenzi vyangu, tutaweza kuangalia namna gani ya kuweza kufunga mitandio hii ya kwa njia rahisi ambayo, um, utaweza kufunga mtandio na ukawa umependeza sana, na tutaanzia na kufunga mtandio wa kijadi. Unachotakiwa kukifanya ni kwanza kabisa ni anza kwa kushika ncha mbili za mtandio. Hapa nazungumzia katika mtandio ya kijadi. Aa, baada ya pale utazisogeza kwa nyuma. Baada ya ukishameza, hakikisha kwamba unakuwa una pini, ili mtandio wako wakati wa kufunga usije ukavurugika, ukavu. Baada ya pale utaanza sasa, baada ya kushika zile ncha mbili, utazungusha upande mmoja inakuwa ni fupi, mmoja inakuwa ni ndefu. Utafunga styling ambayo unaitaka mwingine, anapenda styling ya kubinua, mwingine anapenda tu styling ya kawaida, na hii inapendeza sana katika kanga pamoja na vilemba. Kwa hiyo unaweza sana sana, kanga ndio ambayo inapendeza sana katika kufunga mitandio hii ya kijadi. Baada ya pale, utazungusha ule mtani upande mmoja ambao ni mkubwa kwa upande wa pili, then utabana, itakuwa tayari umeshamaliza. Lakini sasa tukiweza kuangalia katika um, upande wa kufunga mitandio ya kisasa. Hapa sasa ndo kwenye kazi ambayo watu wengi tunakuwa tuna, tuna feli kujua mitandio gani ambayo tunaweza tukafunga katika mitandio ya kisasa. Hapa sasa kunakuwa kuna njia tofauti tofauti, mwingine anapenda kufunga kama styling ya kitambaa, mwingine anapenda kufunga styling ya kawaida, lakini unachotakiwa kukifanya ni kuweza kufunga kwa styling ya kitambaa ile ambao unafunga kwanza kwa nyuma huku kama fundo la kiatu, alafu sasa ndio unakuja na ule mtandio wako unakuja unazungusha, ndio unazungusha vizuri. Usisahau tu kuweka marembo. Usisahau kuweka mwonekano mzuri. Kama kuna cheni unaweza ukaweka. Siku hizi mambo yamebadilika, hatuwafungi tena na pini, bali tunafunga na zile pini zimekaa kama mfano wa chupio, inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo huo ndio ufungaji mzuri wa Uh, uh, mishono, uh, mitandio hii ya kisasa. Kwa hiyo kisasa za imani zaidi tunakuja na mambo ya kisasa. Ni muhimu kufahamu hatua hizi ili kuhakikisha kuwa mtandio unakaa na uimara na pia unaleta mwonekano mzuri au, katika kichwa chako. Kwayo, kwa hiyo kwa wale ambao wanataka kufunga mitandio nadhani watakuwa sasa wameanza kuelewa kitu. Kwa kumalizia tu vipenzi vyangu, tunaona kwamba mitandio ni sehemu muhimu katika tamaduni zetu na ni njia rahisi na njia nzuri ya kujieleza. Aa, ninawashauri nyote kujaribu mitandio tofauti na kuona ni zipi zinafaa zaidi kwenu. Asanteni kwa kunisikiliza na natumaini mmejifunza kitu kipya leo. Karibu tena kwa mazungumzo mengine ya kujifunza kuhusu mambo ya fashion. Bye bye, tukutane wakati mwingine.